Na mkongamano la walimu wakuu wa shule za sekondari msingi za sekondari shule za msingi na sekondari msingi udrai linaanza rasmi hii leo. Zaidi ya walimu wakuu elfu kumi wanahudhuria kongamano hilo huko Mombasa wakilenga kujadili utekelezaji mfumo wa CBE na sekondari msingi mbali na mafanikio na changamoto ibuka. Francis Mtalaki yuko huko na anaungana nasi mubashara kutoka ukumbi wa Sheikh Zayed katika kaunti ya Mombasa kwa mengi zaidi, Mtalaki. A, asante sana Mashirima. Ni siku ya kwanza ya kongamano hili ambalo litakuwa likifanyika katika juma hili lote katika maeneo haya ya Mombasa, kuweza kujadili mustakabali wa elimu hasa utekelezaji wa mtaala wa CBE. Na tayari kongamano hili limeanza, limeng'oa nanga rasmi, lakini tunataraji wakuu katika taasisi ya elimu waweze kufika hapa, ikiwemo waziri wa elimu kuweza kufika na kuweza kufungua rasmi Kongamano hili siku mbili zijazo, lakini kwa sasa ndipo na mwenyekiti wa kitaifa uh, wa muungano huu. Labda utueleze kipi kikuu hasa mnaweza kujadili hii leo, hasa masuala ya utekelezaji wa mtaala wa CBE. Asante uh, sana uh, traki, asante sana uh, mjambo wa Kenya popote pale mlipo. uh, jina langu ni Fuad Ali, mwenyekiti wa muungano wa walimu wakuu. uh, kwa sasa tuna tunageuza jina na kuitwa Keksha kwanza nianze na uh, madhumuni ya sisi kuwa hapa uh, lengo kuu la sisi kuwa hapa ni kusherehekea uh, uongozi na ambao tumeutekeleza katika miaka takriban kumi na tano kutoka kuanzishwa kwa mtaala mpya wa CBE, uh, tukikumbuka ya kwamba mtaala huu sasa umefikia kiwango cha juu, umemalizika katika kiwango cha chekechea kuenda kiwango cha, cha, cha msingi na kumalizika katika junior school. Hivyo tumekamilisha awamu ya kwanza ya grade 9. Hivi tunavyozungumza tumefanya uh, tathmini za grade, grade ya tisa na grade ya sita, ya sita kwa uzuri na kwa ukakamavu na bila ya kusimamiwa na ulinzi uh, hakukuwa na security ya aina yoyote, ni kutoka tu kwenye container na kusukuma kwenda kui, kuipeleka uh, makaratasi ya tathmini shuleni na hawa walimu wakuu walioko hapa leo takriban zaidi ya elfu kumi na tano wamekuja kwa furaha na, na moyo mkunjufu wakifurahikia kazi ambayo wameifanya kwa miaka yote hii na sasa ndio tuko hapa kusherehekea kufanikiwa uh, uh, kwa CBE kutoka ku sehemu ya, ya, ya, ya junior na primary wakimaliza grade ya tisa sasa tukiwakabidhi mikononi mwa senior schools ambapo watoto wa, wanafunzi hawa tayari hata washajiongoza mstakbali wao wa kimaisha wanapoenda uh, senior school. Labda kumekuwa pia na changamoto za hapa na pale. Kuna mengi mmejifunza, ni yapi hapa eh? yale ambayo tumejifunza ni kuwa mtalaa huu wa CBE unawafanya watoto kuwa wakakamavu, unafanya watoto wakuwa wawe engaged, empowered, na watoto ambao wana maadili ethical citizen. Ni watoto ambao ah, hawana hofu ya kuzungumza yaliyomo moyoni mwao, wanaweza kukuambia hili ni la sawa, hili si la sawa. Ni watoto ambao wanajituma, ni watoto ambao wanaweza kutekeleza mambo vile vilivyo na ni watoto ambao wanatii sheria na ni watoto ambao wana ufahamu wa hali ya juu sana. Imeona hii system imetusaidia sana kuwakuza watoto wetu, sio kama zamani kuwa wao wawe tu ni vitabu na vitabu na vitabu na, na wao, lakini hii inawashughulisha katika kazi za kila siku na za mikono na hata kuwashughulisha kiakili kia Baadhi pia walimu ambao wapo kwenye mwavuli wenu pia wamekuwa wakitaka kwamba wawe na uhuru wao wenyewe, wanasema kwamba wanataka autonomy yao wenyewe. Labda ni jambo ambalo mmekwenda kulizungumza, limekuwa na uh, nyufa kat, uh, kiasi gani hasa katika masuala ya elimu hasa katika masuala ya sekondari msingi? Jambo la kusikitisha ni kuwa wanaposema watu wanataka uhuru, hakuna, hakuna mtumwa katika nchi hii yetu, sote tuko huru na masala ya Uh, junior school kuwekwa katika uh, usimamizi wa primary school ni, ma ni maoni ya Wakenya wote katika Presidential Working Party on Educational Reforms, yale maoni yalichukuliwa yote na yakawekwa. Na hawa watoto mkiwaangalia hivyo alivyo, kama kuna jambo ambalo tulilifanya Kenya hii yetu, naweza kusema jambo ambalo tuta, maisha tutalikumbuka ni kuweka junior school katika primary school kwa sababu wameleke, wame, wameendelea vizuri wamefahamikana vizuri na wenzao wa primary na wametangamana kwa uzuri sana. Kwa hivyo uhuru uko na mas, usimamizi wa hizi shule ambazo kwa sasa tunaziita comprehensive schools, ndio maana tunasema badala ya kujiita Kenya Primary School Heads Association, sasa tunajiita Kenya Comprehensive School Head Teachers Association tukijumuisha comprehensive school yote, na hakuna matatizo yoyote isipokuwa ni baadhi ya watu kidogo, na ni mambo ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya vyama. Kwa hivyo si mambo ya, ya, ya kitaaluma, si, si professional, ni mambo tu mambo ya, ya kivyama ambayo vinapiganiwa kama kungekuwa na shida tusingeweza hata kufanya hii tathmini ya grade 9, ambayo imefanyika. Mambo yameenda shwari, usimamizi uko sawa. Kisisi kama keksha, hakuna tatizo lolote. Wapi serikali weze kuwapiga jeki, ndio muweze labda kutekeleza mengi zaidi, ambayo labda laba mnataraji kuafiki, hasa uh, uh, katika masuala ya fedha na pia kuendesha shughuli katika maeneo yenu. Tumewahi kukutana na mheshimiwa rais uh, katika Ikulu na tukamwelezea ya kuwa kwanza, tungependa fedha zinazotolewa kwa upande wa primary schools ziongezwe. Fedha zinazotoka kwa upande wa junior school tumeshukuru, zinatufaa, kiwango kiko sawa, lakini fedha za primary school tuliomba ziongezwe. vile vile, tukaomba kwa serikali ya kuwa tungependa maabara yatengenezwe kwa zile shule ambazo hazina, na jukumu kama hili si la serikali peke yake. Nataka kuwashukuru pia washirika kama Kenya Commercial Bank ambao wamekuja na kutusaidia katika kurekebisha mambo ya, ya infrastructure mu, katika shule zetu na hivi sasa tukiangalia shule nyingi zimeweza kujisimamia kwa, kwa mipangilio kama hiyo kupitia wafadhili wetu ambao vile vile ni wafadhili wakuu katika kongamano hili ambalo tunaendelea hapa sasa. Kwa tungeomba vile vile uh, Kenya Commercial Bank ni moja tu, tungeomba wafadhili wengi ambao wako hapa nchini waje pamoja, Cooperative Bank na wengineo na mabanks zinginezo ma, ma, educational stakeholders tusaidiane jambo la elimu. Tukielimisha mtoto, tumejenga nchi yetu. Umaskini utaletwa kwa sababu ya kukosefu wa elimu. Asante sana mwenyekiti wa kitaifa wa walimu wa, wa wakuu akizungumza eh, nasi moja kwa moja kutoka eneo hili la Mombasa ambapo ndio eh, tue, kongamano hili linangwananga, na jinsi alivyoweza kusema kwamba kuna mengi ambayo atakuwa anasema kuhusiana na masuala ya elimu eh, taasisi mbalimbali za kielimu pamoja na wakuu na wakurugenzi kiwemo waziri wa elimu eh, Julius Ogamba atakuwa anafika hapa ili kuweza kutoa msimamo wa serikali, lakini wanataraji mengi na pia wameweza kujitenga na masuala ya vyama ambapo baadhi ya wakuu wamekuwa waku wakishinikiza kwamba walimu wa sekondari msingi wawezi kukaa katika e, mwavuli wao ambao wanautaka wao. Kwa hivyo tutazidi kufuatilia mengi na watakapokuja hapa e, chama cha kupet pamoja na nati watutaweza kusikia ni yapi watakuwa wanaweka kwenye meza, hasa katika masuala ya mstakabali wa elimu. Kuna mengi ambayo yanaendelea katika kaunti ya Mombasa, kwa hivyo watazamaji wetu watarajie mengi katika taarifa zetu za baadaye kutoka kaunti ya Mombasa. mimi ni Francis Mtaraki na kuregesha kwake Mashirima Kapombe. Namshukuru Mtaraki kutoka Mombasa, tukisalia na hayo ya elimu.